Mtu mmoja raia wa Uingereza mwenye umri wa miaka 55 amekamatwa na mihadarati au mirungi katika uwanja wa ndege wa kitaifa wa mwalimu Julius Kambarage Nyerere akiwa na mpango wa kusafirisha kwenda Uingereza. Mtu huyo aliyetajwa kwa jina la Faiz Abdul Ali amekamatwa baada ya kukaguliwa na kukutwa na mihadarati hiyo yenye uzito wa kilo 22 ambayo kwa Tanzania imo katika kundi la dawa za kulevya. Mwanahabari wetu anatufafanulia zaidi. Kwa mujibu wa kamishina msaidizi wa uwanja wa ndege Martin Yotieno, raia huyo alikuja Tanzania kama mtalii lakini baadaye akajiingiza kusafirisha miadarati kutoka Arusha. Polisi wetu wakiwa wanashirikiana na vikosi vingine vya ulinzi na usalama hapa viwanjani ilitilia mashaka mabegi mawili ambayo yalikuwa yasafirishwe kwa ndege la shirika la ndege la Emirates kuelekea London na Uingereza kupitia Dubai kuwa huenda yakawa na madawa ya kulevya baada ya kuwepo mashaka hayo basi juhudi zilifanyika za kuweza kumbaini na kumkamata mmiliki wa mabegi hayo mawili ambaye alifahamika kwa jina la Faiza anajulikana kwa jina la Faiz Abdullah Ali yeye ni raia wa Uingereza na miaka yake ni hamsini na tano ni muislam Msomali na mzaliwa wa Kismayo Somalia, na kazi yake ni consultant huko Uingereza. Na kwa madai yake anasema kwamba alifika hapa nchini kwa ajili ya shughuli za kitalii na alikuwa kule maeneo ya Arusha. Baada ya kufanyika kwa upekuzi katika mabegi hayo, ilibainika kwamba yalikuwa na madawa ya kulevya aina ya mirungi, na baada ya kupimwa yalikuwa na uzito wa kilo 22. Hadi sasa mtumio ambaye ana vibali halali vya kuwepo nchini Tanzania, anashikiliwa na jeshi la polisi kwa mahojiano zaidi huku uchunguzi ukiendelea. Mtazamaji, hizi siyo mboga za majani bali ni miadarati aina ya mirungi, ambapo imekamatwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage jijini Dar es Salaam, salamu ikiwa inasafirishwa kwenda Uingereza. Upendo Michael, Azam News, Dar es Salaam.